Hujambo mtazamaji na karibu katika makala maalum inayoangazia ziara ya mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi, CCM na kamati ya siasa wilaya ya Ukerewe kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na mfuko wa maendeleo ya jamii Tasafu wilayani humo. Nazidi kuipongeza chama, nayo serikali, viongozi mumefika mambile, umeongea Tumshukuru Rais, mama yetu tumpende TASAF tumupe zote. Kama inavyojieleza TASAF ni kifupi cha maneno Tanzania Social Action Fund. Huu ni mpango wa serikali unaolenga kupunguza umaskini kwa kuwasaidia wananchi wa kipato cha chini kupata huduma za msingi na fursa za kiuchumi. Unaposhiriki kufanya kazi baada ya kuajiri labda watu wengine waje wafanyie kazi na wakati sisi ndo waasirika tukaona afadhali tufanye huu mradi, hii pesa kipata, utakacho hapa kipata, kiweze kutusaidia. Kama tulivyoelezea hapo awali, kwamba katika makala hii tunaangazia ukaguzi wa utekelezaji wa miradi mbalimbali, ambapo moja kati ya miradi ambayo imekaguliwa ni ukarabati wa barabara zenye urefu wa kilomita 46 katika vijiji vya Nkilizia na Nansole zenye lengo la kurahisisha utoaji wa huduma kwa wakazi wa vijiji hivyo. Kila kaya inapewa fursa ya kuandikisha jina la mwakilishi wa kaya na mbadala wake mmoja mwenye uwezo wa kufanya kazi wakati wa utekelezaji wa mradi. Ujira wa kazi kwa kaya ni shilingi elfu tatu kwa siku, hivyo kaya inashiriki katika kazi kwa siku sitini italipwa laki moja na elfu themanini. Kazi itafanyika kwa masaa yasiyo zidi manne na zitapangwa kwa kuzingatia kipande kimoja cha kazi kwa siku kwa kila kaya kwa muda wa siku sitini. Mradi inayotekelezwa katika mpango huu ni ule ule ambao imebuliwa na jamii kwa kutumia mbinu shirikishi na fursa na vikwazo katika maendeleo. Mradi hii inatumia teknolojia ya nguvu kazi asilimia sabini na tano ya bajeti ya mradi inalipwa kama ujira wa walengwa na asilimia ishirini na tano inatumika kwa ajili ya vitendea kazi na mahitaji mengine ya mradi. Katika wilaya ya Ukerewe jumla ya miradi sitini iliibuliwa, na miradi hiyo iko katika nyanza zifuatazo: mradi ya ukarabati au ujenzi wa barabara ni miradi arobaini na tano miradi ya upandaji miti ni miradi kumi na tatu ambayo jumla ya miti 18900 imepandwa kwenye mashamba ya serikali ya vijiji, taasisi za serikali kama shule na zahanati katika kisiwa kikubwa Ukara pamoja na Irugwa. Ukarabati wa visima sehemu za kupata maji safi ni miradi miwili. Usimamizi wa shughuli za mradi wa kutoa ajira za muda katika ngazi ya jamii hufanywa na kamati ya usimamizi ya mpango, yani CMC na msimamizi wa mradi yani LSP. Mradi wa ukarabati wa barabara wa magereza makeke kilomita 3.4. Mradi huu unatekelezwa na walengwa 109 kutoka kijiji cha Nkirizia na walengwa 32 kutoka kijiji cha Bukongo ambao walipitishwa na mkutano mkuu na majina kuandikishwa kwenye kadi za mahudhurio yani job card. Mradi huu ulipokea jumla ya shilingi milioni saba laki saba na elfu sita ikiwa shilingi milioni nne laki tisa sabini na sita mia tano ni gharama za vifaa na vya kazi na vifaa kinga milioni mbili laki sita na sitini na sita na shajara ni shilingi elfu sitini na mbili na mia tano. Sisi wanatasafu tunashukuru sana, tumeweza kuonekana na sisi tuwe kijiji cha Nkilizia kwa maana tumelima barabara hili tutakuwa tunapita na pikipiki na magari tuna, tunashukuru sana hii serikali iliyo tuona sisi wanatasafu wankilizia. Sisi akina wa mama wajawazito wa changamoto ambayo tulikuwa nayo, tulikuwa hatuna usafiri, tunaangaika kwa sababu sasa hivi kwa vile tumelima barabara, tunamuomba rais wetu aweze kutuona sisi wana TASAF pia na wanawake wote wa Kilizia aweze kutupatia usafiri, kwa maana sasa hivi tumelima barabara. Haya mabarabara tukimaliza kuyalima, ikaiwa vizuri, yanatusaidia kwenda mwaloni kufua watoto wetu, kwenda kufata hata samaki. Sisi wanawake wafanya biashara, ndio maana tunafanya utaratibu wa kulima, ili barabara ipendeze kusudi hata pikipiki unapita kwenda kufanya biashara ya kunua hata samaki unaenda bila makwazo. Kama sisi wakina mama tulikuwa tunahangaika wengine upataji, upataji wa maji ilikuwa ni shida, kwa hiyo tulikuwa tunahangaika kwenda huko, tunapita kwenye makorongo na mavichaka chaka, lakini sasa hivi tumelima vizuri tunapita tu vizuri, hamna na ni tatizo lolote, kuepukana na mambo unaweza kukutana na vitu vibaya njiani eh, kama vile wakina baba wengine wanaojificha ficha kwa wanawake kubaka. Sasa ni rahisi kupitia barabara hii kufika hospitali, na hata kwenye maeneo mengine, wanafunzi kwenda shule, kwenda sokoni na maeneo mengine, mashambani na kadhalika. Sasa barabara hii itakuwa inapitika vizuri zaidi. Kabla ya leo, barabara hii ilikuwa kwenye hali gani? Haikuwa kwenye hali nzuri, au sio? Kwa hivyo, baada ya matengenezo kupitia mradi huu, manufaa mojawapo ya manufaa ambayo yanapatikana ni kwamba barabara hii sasa itatumika kurahisisha usafiri wetu, lakini pia ninyi mmenufaika mmefanya kazi lakini mmenufaika kwa maana ya kipato ambacho mmekuwa mkikipata kwa hizi siku sitini. si imetengenezwa kwenye hatua hii ya mwanzo? Ndiyo. kwa kutumia nguvu zenu? Ndiyo. kwa kutumia mikono yenu ya kawaida? Ndiyo. Manake hii barabara inaingia kwenye mfumo, kwa hivyo serikali inapokwenda kutengeneza sasa bajeti kwa ajili ya utengenezaji wa mabarabara na hii barabara inafanya nini? Ndiyo. inaingia sasa mtakuja kuona barabara hii inawekewa changarawe na baada ya muda, msije mkashangaa kwa sababu maendeleo ni mchakato, na kwa kasi hii ya Chama cha Mapinduzi msije mkashangaa na msishangae kabisa, siku moja mkaona barabara hii inamiminiwa lami. Utunzaji wa mazingira ni moja ya mikakati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa inalenga kurejesha uoto wa asili pamoja na kupunguza hewa ukaa inayotokana na shughuli za kibinadamu katika maeneo mbalimbali nchini, na hapa tunakutana na wananchi wa kijiji cha Chamuhunda wanaolitekeleza jambo hili kwa vitendo. Baada ya kuwa sisi wananchi pamoja wananchi wangu wa Chamuhunda kutaka sana maendeleo, tumekaa na kubuni kwamba tupate mradi gani, lakini tulipendekeza serikali mradi wa msitu, hususan hii mikaribea mika. Kwa kuwa tulikuwa na eneo, hatukusita kukaa na ku, ku, ku, kudadavua pia Mkutano mkuu aliyosema, Okay, tukapande kwa sababu hii ni hazina kwa kizazi kijacho. Miti hii tumefanya mpango wa kupanda miti hii kwa sababu tupate man, manufaa ya, ya, ya kesho uja, ya mwaka ujayo kizazi chetu, hata sisi tukwenda, lakini vijazi vyetu vitanufaika, ndio tukafanya mradi huu wa kupanda miti kwa baadaye tutapata Watu wote tuwe walinzi. Tukikuta mtu ambayo yumo umo au ngombe ambayo amefungwa umo lazima tuchukue tupeleke mbele kwa sababu ya uangalizi. Ni washukuru na kuwapongeza sana. Moja, kwanza kwa ubunifu wa mradi wenyewe. Kwa sababu hamkuwa wa binafsi. Kila mtu angesema labda tutengeneze mradi ambao kesho tutaanza kuona manufaa yake. Lakini mmebuni mradi ambao manufaa yake yatakuja baada ya miaka mingapi? Miaka kumi na minane. Inawezekana wengine tutakuwa hatupo, lakini wale waliokuwa wadogo watakuwa watu wazima. Kwa hivyo mmefanya mmefanya mradi ambao mmeangalia zaidi maslahi ya kizazi chenu cha sasa na kizazi cha baadaye. Kwa sasa bado miche hii ni michanga, inahitaji kutazamwa sana kwa uangalifu mkubwa, ili lengo lile liweze kufikiwa. Kwa hivyo rai yangu kwenu ni, ni, ni namna ambavyo mtatumia muda wenu mwingi kwa ajili ya kuangalia uhai wa miti hii pamoja na majukumu mengine mazito yanayobebwa na TASAF, lakini pia imekuwa ikitoa ruzuku kwa kaya maskini kupitia mpango wa kunusuru kaya maskini, ukiwa ni mpango maarufu unaotoa fedha kwa kaya zenye uhitaji ili ziweze kupata mahitaji ya msingi kama chakula, mavazi na elimu kwa watoto. Pia unawezesha ajira kwa njia ya miradi ya maendeleo ya kijamii kama vile ujenzi wa barabara, visima na shule na wanufaika hufanye kazi na hulipwa ujira. Mradi wa ujenzi wa bweni la wavulana katika kijiji cha Galu, shule ya sekondari Ilangara unatekelezwa kwa fedha kutoka nchi zinazozalisha mafuta kwa wingi, yani Organization of Petroleum Exporting Country, OPEC, chini ya programu ya kuondoa umaskini Tanzania Poverty Reduction program Phase 4. Lengo la mradi ni kutoa huduma ya marazi kwa ajili ya wanafunzi wa kiume 80 kutoka visiwa vya Kamasi, Burubi, Gana na Liamwenge. Halmashauri ya wilaya ya Ukerewe ilipokea jumla ya shilingi milioni mia moja sitini na mbili laki moja kumi na moja na tisini na tisa na senti themanini na nne tarehe tano mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na nne kwa ajili ya ujenzi wa bweni la wavurana, kutengeneza vitanda themanini, uvunaji wa maji lita za ujazo elfu kumi aidha mradi unatekelezwa na fedha za serikali kwa nguvu za wananchi ambao wanachangia asilimia kumi kwa kusomba mchanga kokoto kusogeza vifaa kusafisha eneo kuchimba msingi mradi ulianza kutekelezwa tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na nne na unatarajiwa kukamilika tarehe moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano hatua za utekelezaji utekelezaji wa mradi ujenzi wa bweni upo hatua ya ukamilishaji na jumla kiasi cha shilingi milioni 149,745,256.94 zimetumika. Kiasi kilichobaki ni milioni 12,362,845.09. Mradi wetu wa TASAF umetufanyia mambo mengi sana, wametujengea pale uh, bweni la wasichana wametujengea pale bwaro, wametujengea nyumba ya walimu wawili, nyumba moja, na bado wameendelea kutujengea bweni la wavulana. Kwa hivyo tunaendelea kuishukuru serikali kwamba inatujali. Lakini pamoja na haya, mheshimiwa mwenyekiti wa sisi wa wilaya, tuna milioni mia moja thelathini mama ametushika mkono kwa ajili ya kujenga bweni lingine. Taarifa hii imejieleza vizuri, tuna hela nyingi hapa, milioni mia moja na sitini na mbili. Fedha hizi zimeletwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, licha ya kwamba ni ufadhili, lakini ni mkakati wa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Bila, bila kuwa na bila kuwa ni sehemu ya mkakati, hata huyu anefadhili asingekuwepo, tuna kila sababu ya kutembea kifua mbele ujumla, e, wanasema, la kwa lakini na wananchi kwa ujumla wanasema deni la fedha hulipwa. Kwa nini? Kwa fedha, lakini deni la hisani hulipwa na sani na wema hulipwa kwa wema. Kilipa ubaya ni jambo jingine, ukilipa ubaya ni tofauti kidogo na ile ubaya ubwela. Ile ubaya ubwela ya, ya, sisi, ya, ya simba ile ile, ile, ile inakubalika. Hmm, e, katika viwango vya kimataifa sahihi kabisa. Inakubalika ubaya ubwela ile inakubalika <laughs> lakini vinginevyo ubaya kulipwa kwa wema, kulipwa kwa ubaya sio kitu kizuri. Shukurani pekee ambayo tunaweza kumpa Mama Samia Suluhu Hassan ni kwenye kupitia sanduku la kura itakapofika Oktoba mwaka huu. Haya ni maendeleo kwa ajili ya Watanzania wote. Watoto wote bila kujali itikadi wanasoma hapa, watoto wote bila kujali imani wanasoma hapa. Kwa hivyo, ili bweni na miundombinu mingine yote katika shule hii itatumiwa na watoto wetu wote. Yaani kabla ya hiyo miundombinu wanafunzi wengi wa kike tulikuwa tunapata changamoto nyingi kama mimba za utotoni, pia hata ajali muda mwingine, sababu watu wengi tulikuwa tunatoka mbali kuja kusoma. Kwa hiyo imetusaidia, imepunguza kwa kiasi kikubwa mimba za utotoni pia na hizo ajali. Ujenzi wa mabweni umetupa faida sana kwa sababu tulikuwa tunatoka mbali na wengine, sasa tunatokea visiwani kwa hiyo kwa ujenga hili haya mabweni yametusaidia kwa sababu tulikuwa tunapanga huko kwenye nyumba za watu, wakati mwingine inaleta changamoto. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo huko mtaani, kwa mfano wakati mwingine kukosa chakula, lakini hapa tuna uhakika wa kula na huduma nyingine kama upande wa malazi, maji zinapatikana. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa ujenzi wa mabweni. Umuhimu wa TASAF katika jamii ni kupunguza umaskini wa kipato pamoja na fursa kupitia ruzuku na ajira za muda mfupi, TASAF imewasaidia maelfu ya Watanzania kuinua hali zao za maisha. Lakini imesaidia kukuza elimu na afya, ambapo kaya zinazopewa ruzuku watoto wao huweza kwenda shule, kupata sare, vitabu na huduma za afya bora. Lakini TASAF imekuwa ikiboresha miundombinu vijijini, ambapo kupitia miradi ya TASAF vijiji vingi vimepata barabara, zahanati na madarasa, lakini pia kujenga na kurejesha heshima na matumaini kwa kaya maskini, ambapo wanufaika wengi wa TASAF hurejea katika hali ya kujitegemea na kujenga maisha mapya yenye matumaini. Na umeshatumia milioni 86, na imebaki milioni tano laki tano elfu ishirini. Lakini manufaa yake ni kupata maji safi, kwa sababu utakuwa kuna matenki ya kuvuna maji, ila utawezesha upatikanaji wa mazingira bora ya kuishi. watumishi wakaya mbili wa afya. Wakati naingia hapa elfu mbili na kumi na tano hadi kwa kijiji hiki ilikuwa nimbiri, pewa, ni mbili tu nilizopewa. Mheshimiwa mwenyekiti, niliambiwa nihakikishe hiyo barabara inapitika. Ilikuwa na miaka mitano ile daraja na mbozo walikuwepo na kule chini, lakini hadi ya pili ilikuwa kuhakikisha inapatikana huduma ya afya hapa kwa hiyo kwa bwasa kwa niaba ya chama cha mapinduzi, hatuna deni la ahadi. Niwashukuru, niwakaribishe sana, nakupongeza ni sana mama TASAF kwa kunipa nyumba. Kuna changamoto tu ya umeme hapa, zanati imeshaanza huduma na hapa tuna mganga mfawizi yupo huyo hapo, na mwenyekiti wa chama sijui kama wamemtambulisha watawili, mzee Ohero. Changamoto ya hapa ni umeme, kijiji kina umeme lakini hapa hujafika Kini kwenye vijiji hi vili vilivyoongezeka umeme kwenye mpango unaoanza mwezi wa sita. Kama mambo yataenda vizuri, kitongoji hiki cha Nambozu mstuni na wapi na miti mirefu. mirefu, mambo yatakuwa vizuri kabisa, umeme utakuwa huko tayari. Uh, kimsingi tunashukuru sana juhudi za serikali kuhakikishia kwamba tumesogezea huduma za, za makazi nyumbani lakini pia ni imani yangu kubwa kabisa ni imani yangu kubwa kabisa kwamba mradi huu wa nyumba ya watumishi katika zahanati ya Bwasa utakuja kuleta tija katika utoaji wa huduma, kwani hivi sasa tunaishi mbali kidogo na mazingira ya kutolea huduma kiasi kwamba kunaweza kuathiri kidogo huduma za afya katika eneo letu. Yani, tunaomba serikali tuharakishie umeme umeme kwa sababu huduma zilizoko hapa zinahitaji umeme, hususa hizi dawa zinahitaji umeme.